Unazifahamu nchi zinazoongoza kuwa na kiwango kikubwa cha usalama ulimwenguni. Nyingi kati ya nchi hizo zinatajwa kuwa na vivutio vizuri vya utalii pamoja na fursa lukuki za kibiashara. Aidha, katika nchi ishirini bora ulimwenguni zenye kiwango kikubwa cha usalama kwa mujibu wa ripoti kutoka tovuti ya Numbeo hakuna nchi hata moja kutoka bara ya Afrika ambayo imefanikiwa kujipenyeza, angalau nchi ya Rwanda ambayo imeshika nafasi ya ishirini na tano ikiwa na alama sabini na tatu nukta moja ikishika nafasi ya kwanza kwa bara Afrika kwa nchi zenye kiwango kikubwa cha usalama ulimwenguni, lakini pia ya kwanza kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Vipi kuhusu jamhuri ya amani Tanzania? kati ya nchi 147 zenye kiwango kikubwa cha amani ulimwenguni kwa mujibu wa ripoti hiyo Tanzania inashika nafasi ya 104 ikiwa na alama 45.6 za kiwango cha usalama ikizizidi nchi za Uganda na Kenya zenye alama 45.9 kwa nchi ya Uganda na alama 44.0 kwa nchi ya Kenya. Na nchi inayoshika mkia katika orodha ya nchi 147 katika nchi zenye angalau kiwango kikubwa cha usalama ulimwenguni ni nchi ya Venezuela ikiwa na kiwango kidogo zaidi cha usalama alama 19.3. Je, maoni yako ni yapi kuhusu kiwango na hali ya usalama hapa kwetu nchini? Tiririka kwenye comment.